Hello, Bwana Yesu asifiwe, mpendwa katika Bwana, majina yangu naitwa Brian Frank. Siku ya leo nataka tujifunze kwa habari ya utukufu wa jina. Katika kipindi kilichopita tulijifunza kwa habari ya utakatifu, tukasema kitu kitakatifu au kitu kilichotukuka ni kitu ambacho kimepita viwango vya kawaida vya vitu vingine au namna vitu vinavyoonekana tukajifunza kwa habari ya utukufu wa Mungu, namna gani Mungu ametukuka, namna gani Mungu ni mtakatifu. Tukaona Mungu amepita namna ya kawaida, ya namna ya kusaidia, namna ya furaha, namna ya amani, namna ya akili, namna ya uwezo. Tukaangalia vitu hivyo, tukajifunza tuka kwa undani sana kwa habari ya utakatifu wa vitu, utakatifu wa mahali ambavyo ulikuwa unatokea. Sasa siku ya leo nataka tujifunze kwa habari ya utukufu wa wa jina jina au utakatifu wa jina la Mungu. Wapendo katika Bwana, wakati tunaangalia utukufu wa jina, nataka tukaangalie namna ambavyo Mungu alijifunua kwa majina tofauti tofauti katika dunia, katika jina la Yehova, katika jina la Niko, katika jina la mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina manne aliweza kujifunua, akajitambulisha kwa majina hayo. Tukianza na jina la Yehova, katika ile kutoka sita ukisoma mstari wa pili na watatu, akawa anamwambia Musa Musa, mimi Yehova, waambie nitaokoa mimi Yehova. Baada ya Musa kwenye ile mlango wa tano kumletea Mungu kumwambia Mungu, mbona watu hawa mateso yameongezeka, baada ya kumwambia Farao kwamba anahitaji niondoke na watu hawa mateso kwao yameongezeka, yamekuwa mateso mengi mengi mengi sana, matofali makubwa yanafyatuliwa. Mungu akamwambia, mwambie mimi Yehova, Yehova amenituma, waambie mimi ni Yehova, Yehova amenituma nitaenda kuwaokoa kwa mkono wa Yehova, kwa jina la Yehova. Kwa nini anasema kwa sababu? Ibrahimu, Isaka na Yakobo hawakunitambua kwa jina hilo la, la, la, la Yehova. Bali kwao nilitambulikana kama Mungu Mwenyezi. Wapendwa katika Bwana, Mungu Mwenyezi, manake Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye uweza wa kukomboa, Mungu mwenye uweza wa kukufikisha mahali, Mungu mwenye uweza wa kukufikisha pahali. Na hili jina tunaliona ni jina pia ni title ya Yesu Kristo, ni la Mungu Mwenyezi, Mungu mwenye nguvu. Ukisoma katika kitabu kile cha Isaya tisa ule, ule mstari wa, wa sita, amezungumza jambo hilo pale, amesema kwamba kwa ajili yetu mtoto amezaliwa tumepewa mtoto mwanamume, ambaye uweza wa kifalme uko mabegani mwake, naye ni mshauri wa ajabu, baba wa milele, Mungu mwenye nguvu. Hiyo ni taito ya Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, kwa kama ni Mungu mwenye nguvu. Kwa hiyo yule yule Mungu mwenye nguvu ambaye alijifunua wakati wa Isaka ya Yakobo na kwa Ibrahimu, akati anampatia ja lile agano la, kuh... la, kuh... la tohala ndio huyo huyo Mungu mwenye nguvu ambaye ndio huyo huyo Mungu mwenyezi ambaye amekuja kujifunua mwenyezi, huyo Mungu mwenye nguvu jina la niko. Tunaona pale katika Kutoka tatu ukisoma mstari wa kumi na nne, Musa akati anamuuliza Mungu anamuuliza Musa Mungu akamwambia Musa, Musa, waambie mimi niko ambaye, nikwambie niko amenituma mimi niko nimewatuma. Kwa nini hilo neno mimi niko? anamaanisha kwamba anaeksisti, ndio aliyeumba mbingu na nchi, ndio aliyetoka kule mpaka sasa ni yeye. Maana yake yeye anaishi kila wakati kila mahali, na hilo jambo pia ni title ya Yesu Kristo. Tunaiona alijitambulisha pia Yesu kwa namna hiyo hiyo walipomuuliza wale wale, ma, wale wale mafarisayo, akamwambia mstari ule, ukisoma Yohana nane ule mstari, mlango wa nane mstari wa hamsini na nane akasema, amini amini nawaambieni, kabla ya Ibrahim mimi niko. Kwa hiyo yeye yuko tangu kuumbwa kwa dunia, tangu kila kitu kinachotokea, tangu mbingu, tangu mbingu na nchi, tangu kila kitu, kabla ya vitu vyote yeye yuko kwa hiyo tunagundua kumbe, aha, hiyo bado ni taito ya Mungu. Kwa hiyo Mungu, katika utukufu wa jina la Mungu, anaenda kujitambulisha kwa namna hiyo hiyo hiyo hiyo. Lakini pia tukienda kwa jina Yesu Kristo, Yesu Kristo, jina la Yesu ni jina pia la Mungu. Tunaona katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya nne ule mstari wa kumi na mbili, anasema kwa maana hapana jina jingine wanadamu chini ya mbingu ambao wanadamu tumepewa kuokolewa kwalo, bali ni jina nani? Ni jina la Yesu. Hakuna jina jingine bali ni jina hilo pekee. Kwa hiyo hilo ni jina la Mungu. Kwa nini? Ukisoma kitabu cha Yohana kumi na saba Yohana Mtakatifu kumi na saba ule mstari wa kumi na mbili anasema, nilipokuwa pamoja nao niliwalinda kwa jina lako ulilonipatia inakuwatunza kwa jina la nani? Kwa jina la Mungu. Kwa jina la Mungu ni nani? Ni Yesu. Kwa hiyo alikuwa na protect, anaokoa kwa jina gani? Kwa jina la Yesu. Pia ukisoma kitabu cha Yohana hicho hicho, hiyo ukisoma mlango wa 16 mstari wa 24, anasema hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu la, ombeni nanyi mtapata enu, ili furaha yenu iwe timilifu. Ili tuweze kupata kitu chochote, lazima tuombe kwa jina lake Yesu ambalo ni jina la Mungu, ndio jina ambalo limepewa wanadamu wote aweze kuokolewa kwalo. Tumeona katika namna ambavyo Mungu alijifunua, ndiyo majina hayo hayo ya Yesu ambayo anayo, ndio hivyo vyo ya Yesu anavyo. Mwenyezi, tumeona ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uweza. Tumeona niko anasema, mimi niko kabla ya Ibrahim na vitu vyote mimi niko tunaona namna ambavyo alijifunua kwa utumishi, kwa utendaji, kwa namna nyingine, ni namna ambavyo Mungu alijifunua katika dunia. Huo ni utukufu wa jina la Mungu katika dunia, hiyo ni namna ambavyo Mungu alijifunua kwa majina chini ya mbingu kama alivyosema alivyosema alivyojitambulisha kwa kina Yakobo, Isaka na, na, na, na, na, na Ibrahim kwamba yeye ni Mungu Mwenyezi. Akajitambulisha kwa Musa kama Yehova, kwa jina la Yehova alikuwepo mwanzo, bali limekuja baada ya katika nchi ya Misri, wakati wa ukombozi unavyoanza kutokea, jina la Yehova likatokea. Wakati Mungu anakuja anahamisha kwenye mfumo wa roho kuvunja mfumo wa mwili kwenda kwenye, kwenye mfumo wa roho, anakuja na jina jipya ambayo ni jina lake Yesu anasema yule aliyekuwa yu namna ya Mungu akaona kule kuwa samna, kuwa, kuwa katika ule utukufu wa Mungu si kitu cha kushikamana nacho, akaamua aje kwetu akaacha utukufu akajifanya kama hana utukufu. Ni nani huyo Yesu Kristo anazungumzwa hapo? Ukisoma hiyo wa Filipi mbili kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa sita kule anazungumza jambo zuri kabisa la namna hiyo. Kwa hivyo, huo ni utukufu wa jina ambao ulikuwa unaonyesha namna ambavyo Mungu amejifunua kwa namna tofauti tofauti. Wakati Mungu anawafundisha taifa la Israeli kutoa sadaka, kufanya ibada, kutoa dhaka, kutoa, kufanya vitu vingi sana, alikuwa akiwafundisha kwa kufata mlengo huu. Aliwaambia katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 12 ukisoma kuanzia mstari wa 13 na 14. akasema jihadhari, usitoe sadaka zako za kuteketezwa kila mahali upaonapo, ila mahali ambapo atapachagua Bwana alikalishe jina lake lakini pia katika kitabu cha kumbukumbu la Torati 14 ule mstari wa 23, wakati anaofundisha kwa habari ya kutoa zaka na mahali pa kutoa zaka, akawaambia pia utakwenda kupatoa mahali ambapo Bwana atapachagua ili alikalishe jina lake. Wapendwa katika Bwana, kwa nini jina la Yesu? Kwa nini jina lake Mungu anataka alikalishe mahali hapo? Wapendwa, jina lake Mungu likitukuzwa mahali hapo, huwa Mungu amekaa mahali hapo. Wakati Yesu Kristo anafundisha kwa habari ya kuomba katika ile Mathayo sita ule, ule mstari wa tisa aliongea jambo hilo, akasema jina lako litukuzwe. Tuombe, tumwambie jina lako litukuzwe. Kwa nini jina? Kwa nini utukufu wa jina la Mungu? Jina la Mungu likitukuzwa, jina la Mungu likiwepo mahali hapo, jina la Mungu likitamalaki mahali hapo, likitukuzwa, manake Mungu yuko hapo, manake hapo mahali panaitwa Mungu, manake hapo mahali ni Mungu, anakaa hapo mahali, Mungu, Mungu, Mungu anatawala kwa kama jina la Mungu likitukuzwa mahali hapo. Kwa hiyo wakati mwingi sana watu wengi sana huwa tunaomba maombi au tunatoa sadaka kwa sababu tu ya, ya taratibu au tamaduni lakini huwa hatuulizi Mungu anataka alikalishe jina mahali hapo. Mungu akilikalisha jina mahali hapo, hiyo sadaka yako inakuwa na kibali, hiyo sadaka yako inakuwa na nguvu, hiyo sadaka yako inakuwa na neema. Jina la Mungu likikaa mahali pale huo ndio utukufu wa jina. Tukasema utukufu, tukasema maana utakatifu ni kitu ambacho kimetengwa kwa ajili ya kazi fulani au mali. Ma kazi maalum ambayo inatakiwa ifanyike mahali pale, ni kitu ambacho kimestahili kuliko vitu vingine hivyo. Utukufu jina la Mungu, Mungu akilikalisha jina lake pale, maana yake jina la Mungu likitukuzwa katika kitu chako chochote unachokishika kinapata kibali. Jina jina la Mungu likitukuzwa katika fahamu zako unapata kibali. Jina la Mungu likitukuzwa katika kinywa chako unapata kibali. Jina la Mungu likitukuzwa katika moyo wako unapata kibali, katika mikono yako, katika miguu, katika biashara yako, katika kila kitu ambacho unachokifanya, likitukuzwa jina la Mungu. Likika Mungu likikaa pale jina la Mungu maana yake Mungu yuko hapo kukama Mungu yuko hapo kutiishwa na kutawala kwa kila kitu pale kinakuwa kipo under control au kipo katika miongozo ya Mungu kwa mbinguni wapendwa katika Bwana katika kile kitabu cha Isaya hamsini na tano ukianzia kusoma mstari wa nane ukishuka na kuelekea mpaka kumi na tatu pale alikuwa anaongea kwa habari nzuri nzuri nzuri sana kwamba njia zangu si kama njia zenu wala mawazo yangu si kama mawazo yangu, mawazo yangu yako juu sana kama vile mbingu zilivyo juu sana, ndivyo mawazo yangu yalivyo juu sana, na njia zangu ziko juu sana. Akanaongea mambo hayo akasema kama vile mvua ishukavyo haita haitarudi angani bila kuinyesheleza kunye ardhi kuichipuza na kuistawisha. Vivyo hivyo ndivyo litakavyokuwa neno la Mungu, haliwezi kunirudia bure; nikilituma neno langu halitanirudia bure bali litatenda makusudi na mapenzi niliyolituma nalo litafanikiwa katika mambo yake yote aliyolituma liende kulifanya. Alafu anasema pale, anasema baada ya kitendo hicho tu, mtatoka kwa amani, mtaongozwa kwa furaha, vilima na vilima vitapiga makofi, miti ya kondeni itashangilia utukufu wa Mungu. Mstari wa 13 anasema hivi, badala ya mi, badala michongoma itamea misona, bali badala mi, ya mbigili itamea miadesi. Badala ya vitu vibaya vitamea vitu vizuri, itamea miti mizuri ya kwa ajili ya, ya matunda ya kutengeneza mbao, itamea miti mizuri badala miti amiba, ya miti ya miba ya kuumiza na kuchosha, itamea hivi, anasema hivi. Na hiyo itakuwa ni itakuwa ni na hapo na hilo jambo litakuwa ni jambo la kumpatia Bwana jina litakuwa la kumpatia Bwana jina kwa sababu limekaa katika utukufu, katika utakatifu, katika usafi. Anasema na itakuwa ni ishara ya milele isiyokatiliwa mbali. Kwa sababu gani? Ni Mungu yuko hapo. Mungu kama yeye ni milele, basi kitu ambacho kitakuwepo hapo mali kitakuwa ni cha milele. Kama ni utajiri, utakuwa ni wa milele. Kama ni amani, itakuwa ni ya milele. Kama ni furaha, itakuwa ni ya milele. Kama ni nguvu, itakuwa ni ya milele. Huyo ndio Mungu wa mbinguni. Huo ndio utukufu wa jina, jina la Mungu likitukuzwa kwa katika kila kitu tunachokifanya. Bwana Mungu amechagua mahali hapo alikalishe jina lake kwa kutumia Roho Mtakatifu. Mungu wa mbinguni akatupatia namna ya kuweza kuenenda ili jina la Mungu liweze kukalishwa mahali kila mahali tunapofanya kila kitu tunachokifanya tunachokienenda, ili Mungu aweze kukaa ndani yetu. Ndiyo kusudi kuu la Mungu kuja ndani yetu, yani Emanuel, Mungu pamoja nasi. Mungu akikaa pamoja nasi maanake, utukufu wa Mungu ukitukuzwa ndani yetu, katika kila jambo ambayo tunalifanya linakuwa ni takatifu, linakuwa liko holy. Huo ndio utukufu wa jina au huko ndiko jina la Mungu kutukuzwa. Hivyo, mpendwa katika Bwana, hakikisha jina la Mungu linatukuzwa kwa kila kitu tunachokifanya. Kama unafanya ibada, jina la Mungu linatukuzwa. Kama unafanya maombi, jina la Mungu linatukuzwa. Kama una, una, unatoa, jina la Mungu linatukuzwa. Kama unafanya jambo lolote lile, hakikisha jina la Mungu linatukuzwa. Hapo utapata kibali na kuwa na neema na neema na neema zaidi, mpendwa katika Bwana. Natumaini video hii ya kuhusu utukufu wa jina imekuwa ni ya baraka kwako, na kama imekuwa ni ya baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine, ili waweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapozi upload. Neema ya Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakia siku njema. Shalom, shalom.